Yopo. Nimepata salamu wanasema tutakubali tukukaa na serikali ikiwa watafanya moja, watafanya mbili, watafanya tatu. Serikali hii si ya kuamrishwa wala kupewa maelekezo. Tumewataka wenzetu tuzungumze, waje kwenye meza tuzungumze, na nimepata salamu za wengine wanaowapa nguvu, hakuna mazungumzo mpaka mumwachie huyu, mufanye hili, mufanye hili. Hiyo inatokea ndani ya nyumba tu, ndani ya nyumba tu. Baba ukesha mkera mama, ukimrudia jioni akwambia sitaki mpaka ufanye hili na hili <laughs> na utafanya ili maridhiano yaende. Uongo kweli? Sasa serikali haipewi masharti yayo. Serikali haipewi masharti yayo, labda serikali ya wanafunzi kwa walimu wao, hilo linakuwa. Serikali ya wanafunzi, hamtapata hili, hili, hili mpaka mfanye.